Januari 11, dunia kwa pamoja inaadhimisha siku ya kimataifa ya usawa maeneo ya kazi. Ehe. Siku ya kimataifa ya usawa maeneo ya kazi, kwa nini siku hii? Na usawa unaweza kuwaje? Kuna equality na... Mm, na equity. Equity. Mm. E, sasa hapo. <laughs> <laughs> <Maana equality. laughs> <laughs> <laughs> Kuna moja ni kwamba Usawa. Usawa, yaani kwamba mm, kama hii meza unanyanyua karungi na mimi na ninyanyue mm, lakini mm, nyingine ni kwamba mimi sina misuli ya kunyanyua meza mm, itabidi mi ninyanyue eh, lakini kiki, wewe hauna mm, uharaka wa kuosha kikombe itabidi mm, yaani hivyo tuna, eh, tunapeana tuna tuna tuna kazi ambazo yeah, kila mtu ana uwezo kabisa, kabisa. Tukubaliane mm, kazini tunataka ipi, kazini mm. <laughs> inategemea <Kaziri, laughs> <laughs> eh, sera ya, ya, ya, ya <laughs> kwanza na Elesia kama kabatua kuzungumza hapa na mtaalamu mwenyewe katika eneo hili Elesia eh, Haule anatujuza kwanza kinagobaga kwa nini siku hii inatakiwa kuadhimisha. Je, tutakuja kuangalia hapa kwa ujumla, kwa nchini kwetu Tanzania sera zinasemaje juu ya usawa mahala pa kazi. Karibu sana Elesia. <laughs> Usawa unahusu kuondoa vizuizi vinavyomzuia mtu kufikia ndoto zake kwa sababu ya asili yake, jinsia au hali yake ya kiuchumi. Usawa unahakikisha kila mtu anapata anachostahili, inaruhusu watu wote kutumia vipaji vyao bila kuzuiwa na vikwazo vya kijamii, na jamii yenye usawa mara nyingi huwa na migogoro michache. Kwa kutambua umuhimu wa usawa basi, kila mwaka ifikapo Januari 11 dunia kwa pamoja inaadhimisha siku ya kimataifa ya usawa maeneo ya kazi. Lengo lake kuu ni kuhamasisha usawa wa fursa, malipo na vyeo kwa watu wote bila kujali jinsi, rangi, dini au ulemavu. Maadhimisho haya yapo kuhamasisha watu wanaofanya kazi sawa wanapata mshahara unaolingana, kuondoa vikwazo vinavyozuia wanawake au wanaume kufika nafasi za juu za uongozi na kutengeneza mazingira ambapo kila mfanyakazi anahisi kuthaminiwa na kuheshimiwa na ili kufikia malengo hayo, inabidi uwazi uwepo kwenye kampuni kuhusu vigezo vya kupandisha vyeo na kutoa mishahara, kutoa mafunzo kwa wafanyakazi kuhusu umuhimu wa heshima na usawa, na kuangalia kama kuna makundi yaliyosahaulika katika mchakato wa ajira. Inasikitisha kwamba licha ya miongo mingi harakati za kutafuta usawa kazini wafanyakazi kote duniani bado wanaendelea kukumbana na ukosefu wa usawa katika malipo. Historia ya ukosefu wa usawa wa malipo ina mizizi yake mirefu katika historia ya wanadamu. Swala moja lililo wazi linahusiana na ukweli kwamba wanawake mara nyingi wamechukuliwa kuwa na hali ya chini katika tamaduni nyingi, lakini matatizo haya pia yanahusishwa na ubaguzi wa rangi, dini au hata kwa wale walio na ulemavu. Ukosefu wa usawa wa malipo umekuwa na unaendelea kuwepo kama tatizo lililoenea katika jamii nyingi, hata katika enzi hii ya kisasa. Baadhi ya maendeleo yanaonekana katika maeneo mengi nchini na maeneo fulani ya kazi, ikiwa ni pamoja na kuona pengo la malipo ya kijinsia likipungua kwa miaka mingi, maeneo mengi duniani. Hata hivyo, masuala ya hitaji la usawa katika malipo vinaendelea Siku ya kimataifa ya usawa maeneo ya kazi lilianzishwa ili kuleta uelewa wa matatizo haya na kutafuta njia ya kuyatatua. Katikati ya karne ya ishirini, hasa katika baadhi ya nchi za Magharibi, mazungumzo kuhusu malipo ya kijinsia yalishika kasi kupitia shirika la kazi la dunia ILO, pamoja na bunge la Marekani kupitisha hatua mbalimbali kuwa sheria. Hata hivyo, katika miaka 1990 ni machache yaliyofanyika kuelekea mwelekeo sahihi wa usawa wa maeneo ya kazi hasa nchini Marekani, na hapa kukawekwa msingi wa siku ya usawa wa malipo iliyoanzishwa mwaka 1996 na, na kamati ya kimataifa ya usawa wa malipo NCPE nchini Marekani. Siku ya usawa wa malipo kwa kawaida huangukiwa wa mwezi Aprili au mwishoni mwa mwezi Machi ta kukawa na juhudi za kuongeza uelewa kama vile siku ya usawa wa malipo. Utofauti wa malipo uliendelea hadi mwishoni mwa karne ya 21 jambo lilopelekea kuanzishwa kwa siku ya kimataifa ya usawa wa maeneo ya kazi ambayo ndio hii tunaosherekea hii leo. Siku hii iliadhimishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2017 na kuanza katika nchi mbalimbali duniani. Tunapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya usawa maeneo ya kazi, inatoa matumaini kwamba itaendelea kukua katika upeo na ufanisi wake. Hii ni wakati waajiri wakipewa changamoto ya kutoa mazingira ya haki ya kazi kwa watu wa makundi yote. Na hii ni kalenda ya leo, nami Elisia Haule. Shukrani sana Elsie Haule kwa kutujuza hayo muhimu juu ya chanzo cha siku hii ya leo. Turejesha hapa nchini tufahamu sera zetu zinazungumza nini juu ya usawa mahala pa kazi. Umesikia mm, eneo la muhimu ambalo ulifurahia ulivosikia malipo. Maslahi ndio mwisho wa mazungumzo yote, kipi, kipi ni Rejesha nyumbani mimi. Hey, na moja kwa moja tunaungana na wakili Noel Lotari Nchimbi, huyu ni mkuu wa idara ya sheria tuiko makao makuu, chama cha wafanyakazi wa viwanda biashara, taasisi za fedha, huduma na ushauri tuiko. Uh, ndugu wakili msomi, kama unatupata, karibu sana na hey, tujadiliane hapa hey, na nakupata na nakupata Asante sana wakil Noel, na kwanza tufahamu, kwa kuzingatia taarifa mlizonazo ninyi twiko, uhalisia wa mambo upoje hapa nchini, hasa linapohusika uh, swala la usawa katika maeneo ya kazi? Ya, kimsingi swala la usawa katika mahala pa kazi katika nchi yetu, kwa kweli tumshukuru Mungu, tunakwenda vizuri, na tunakwenda vizuri kwa maana sera tulizonazo za kazi lakini pia swala zima la sheria za kazi na zenyewe pia zinaelekeza juu ya swala zima la usawa, na ndio maana unapozungumzia usawa mahala pa kazi kuna maeneo mengi ambayo tunagusa moja kwa moja, kimfano swala zima la ujira ambao mtu analipwa lazima uendane na usawa wa, wa kazi anazofanya anazo, ambalo hilo tumeliona, lakini pia tunazungumzia tofauti zile za mishahara kwa maana watu watu wale ambao unajikuta mnafanya kazi aina moja elimu inayofanana, na serikali bado imeendelea kuhimiza ule usawa wa ujira, kwa maana haiwezekaniki wote mna levo inayofanana aftena mkatofautiana ujira katika nafasi ambayo yote iko sawa. Kwa hiyo sheria zetu kimfano, kwa Tanzania, sheria ambayo inasimamia sana masuala ya ajira na kuleta usawa nchini ni sheria ya ajira na mahusiano kazini ambayo ni sura mia tatu sitini na sita ambayo imefanyiwa marejeo ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hivi juzi tu. Kwa hiyo ni sheria ambayo inatujenga, na ndio maana wanasema ni sheria ya ajira na mahusiano kazini, ambayo ndani yake inajenga usawa moja kwa moja, inaondoa ubaguzi e, kwa maana leo ukizungumzia kijana, ukizungumzia mwanamke e, ni watu ambao hawatakii kupata ubaguzi katika usawa wa ajira. Lakini pia katika usawa wa ujira, na hilo ndo kubwa ambalo tunaliangalia. Mm -hmm. Asante, wakili, na usawa katika maeneo ya kazi inaweza ikawa ni kauli ama, uh, tukasema labda ni sheria ya jumla, lakini katika isipokuwa yake hali inakuwaje? Kwa sababu usawa, watu wana elimu sawa, wana nini sawa, lakini athari ya wanachokileta katika kampuni au katika taasisi kinaweza kikawa kinatofautiana. Katika mazingira kama hayo, usawa unakuwaje? Sawa, wote ni degree holder, wana shahada ya kwanza, lakini huyu anachagiza pengine mapato yanakuwa makubwa zaidi, licha ya kwamba hao wanalingana elimu, au athari anachokifanya kinakuwa kikubwa zaidi, hapo inakuwaje? Ya, kimsingi ni kwamba uzuri wa sheria zetu zinatoa pia nafasi kwa vyama vya wafanyakazi nchini kuwa na nafasi ya kuangalia matatizo kama hayo, na sisi kama vyama kimfano, nitolee mfano mimi ambaye natoka kwenye chama cha wafanyakazi wa viwanda, biashara, taasisi za fedha, huduma na ushauri, kwa maana Atwiko, kuna sheria imetupa nafasi ya moja kwa moja. Kwa maana kama vyama tuna nafasi ya kuhakiki swala so zima la usawa mahala pa kazi. Kimfano, katika kila taasisi au kampuni inakuwa na malengo mahususi ya kuanzishwa kwake, lakini pia inakuwa na mpango kazi, na katika mpango kazi katika ajira ni kwamba kila mfanyakazi anahusishwa katika huo mpango kazi na kama unavyosema mnaweza mkawa na, na elimu sawa eh, nafasi sawa lakini uzalishaji ukoje? Na ndio maana kuna kupimana malengo, na hiyo haiondoi ile dhana ya usawa. Kwa maana malengo yamewekwa, kila mtu amepewa ile malengo ya utekelezaji. Yule anayeshindwa kuperform naye atakuwa treated kulingana na mazingira ya sera za kampuni zinavyoelekeza, lakini sheria kama sheria inatupa nafasi sisi wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi huweza kuona namna ya kusimamia usawa wa malipo, namna ya kuweza kusimamia usawa wa kazi, na ndiyo jukumu letu tunalopewa. Tunakuwa na kamati mbalimbali mbali za majadiliano maeneo ya kazi, na niseme kwa Tanzania kwa kweli tunaipongeza sana serikali. Serikali imekuwa ikisimamia kupitia wizara yenye ngamana na masuala ya ajira na pia hata kamishina wa kazi ambaye ndio msimamizi mkuu wa utekelezaji wa sera na sheria mbalimbali za kiajira hapa nchini, ambaye yeye sasa pia anadili moja kwa moja pia na vyama vya wafanyakazi. Kwa hiyo swala hilo kwetu sisi tunasema, bado tunakwenda vizuri, isipokuwa kuna baadhi ya maeneo ambayo wa, baadhi ya waajiri wamekuwa wakikiuka hizo taratibu za usawa. Sasa dhana ya kuwepo kwa vyama vya wafanyakazi ni kusimamia na kuhakikisha hatua zinachukuliwa ne, wakili katika uh, hivyo vyama vya wafanyakazi kusimamia na kuhakikisha hatua zinachukuliwa ni katika maeneo gani ambayo bado hatufanyi vizuri ama ni changamoto gani ambazo bado ni kubwa na zinaathiri eh, usawa katika maeneo ya kazi au mahala pa kazi? Ya kimsingi ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo no, tumeona kimfano sasa hivi tumekuwa na wawekezaji wengi hapa nchini, na kwa Tanzania tumegawanyika katika sekta kuu mbili, kwa maana sekta binafsi na sekta ya umma, na eneo ambalo limekuwa na changamoto nyingi sana ni katika sekta binafsi ambalo sasa wawekezaji wamekuwa wengi, lakini pia mifumo ya ajira imekuwa ina changamoto. Kimfano, kuna baadhi ya maeneo sasa hivi tukizungumzia, wako baadhi ya waajiri hawako tayari kutoa mikataba ya ajira lakini kuna baadhi ya waajiri wanatoa mikataba ya wa ajira, au mnaweza mkaa meajiriwa wote, lakini kuna wengine wana mkataba wa ajira wa kudumu, lakini mwingine ana mkataba wa ajira wa muda maalum. Sasa tunasema pale ndo tunaanza kuangalia hizo tofauti, na siku hii ambayo tunaadhimisha e, siku ya usawa, ni kwamba ni moja ya changamoto tunazoziangalia ni hizo tofauti, ikiwa ni pamoja tofauti za malipo lakini pia tofauti za mikataba tuliyonayo. Kwa hiyo unajikuta kuna watu wana uhakika wa ajira zao na maisha yao katika ajira, lakini kuna watu hawana uhakika wa maisha yao kuendelea na ajira kwa muda mrefu, ambazo hizo ndio changamoto tunazoziona na, na sasa, kusipokuwa na uwiano ama usawa mahali pa kazi inaathiri vipi wafanyakazi na ofisi na masuala ya ofisi kwa ujumla? Actually, zina ina, inaathiri kwa sababu kimfano taasisi au kampuni inaajiri watu ambao wao wenyewe wana mashaka na ajira yao na wajui wata, wata, watadumu kwa muda gani, hata uzalishaji unakuwa unapungua, na ile ndio inapelekea kunakuwa na kuna migogoro mingi ya kikazi na hapa Tanzania, ingawaje tunasema migogoro inapungua baada ya kuwa na majadiliano ya ana kwa ana ya moja kwa moja, na sheria zetu zimetupa nafasi kimfano utakumbuka kwamba mwaka jana serikali ilizindua ule mpango wa majadiliano ya pamoja kwa kuzingatia utatu, kwa maana ya serikali, vyama vya wafanyakazi na chama cha waajiri, na lengo kubwa ni kuweza kuangalia ni namna gani usawa huu tunaozungumzia wa kimaslahi na ajira pamoja na ujira ukawa na unashika nafasi au kwa kipaumbele. Kwa hiyo kipa hiyo ni moja ya ishu ambazo tunaziangalia, lakini nyingine elimu pia Baadhi ya waajiri hawatambui kwamba unapokuwa na wafanyakazi wengi kwa muda mfupi, hata hata lile tegemeo la wewe kuwa na uzalishaji wa kudumu na kupata maslahi mapana zaidi, na wenyewe pia unapungua, kwa sababu mtu anajua mimi na mkataba wa ajira wa miezi mitatu, ina maana ndani mpaka mwezi wa nne, mimi sina ajira. Kwa hiyo hata uzalishaji wake atakaofanya anaweza akasababisha matukio makubwa kwa ajili ya kutunza maslahi yake binafsi yeye kama mfanyakazi, lakini unapokuwa na, na sera ya kuwatunza wafanyakazi na kuwamotisha na wakakaa kwa muda mrefu, kwa hiyo mtu anaibeba ile taasisi kama ya kwake binafsi. Anasema hapa ndio mahala pangu pa kupata chakula, hapa ndio mahala pangu pa kutunza familia. Kwa hiyo anaibeba ile taasisi kama ya kwake. Mm -hmm. Na tunavyomaliza kwa sekunde 30 utuambie kuna ishu inatokea katika uh, usawa mahala pakazi wanaita unconscious bias, yani ule upendeleo usio wa makusudi au bila watu kujua kama wanapendelewa, hiyo ikoje na inapotokea mnafanya nini eh, kwa upande wenu tuiko kuhakikisha mambo yanaenda vizuri? Yeah. Yeah. Sisi kama tuiko kwa nafasi yetu katika utekelezaji wa haya kwa sababu sheria hiyo ya ajira na mahusiano kazini inatuelekeza namna ya kutunga sera eneo la kazi inayosaidia kutoa yani ku, ku, ku, ku, ku, ku, kukemea masuala ya ubaguzi mahali pa kazi, na hiyo inasaidia kwa maana kutotoa upendeleo. Mwajiri ashindwe kutoa upendeleo kwa mtu fulani, ila kila kitu kigawiwe kwa usawa, na ndio maana tuna kitu tunaita mikataba ya hali bora za kazi, yani kwa maana collective bargaining agreement ambayo mikataba hiyo inabeba dhana ya usawa wa mahala pa kazi, na sisi kama vyama tuna nafasi kubwa na huo mkataba unapokuwa umefungwa ambao unabeba pia sera za taasisi ambazo hazina ubaguzi, huwa ni, ni lazima tuende tukausajili kwa kamishina wa kazi nchini, na kitendo cha kusajili tu peke yake na kuusaini ule mkataba unaleta nguvu ya kisheria na una uwezo wa kwenda una uwezo wa kwenda kudai mahakamani staiki ambazo zimekiukwa. Kwa hiyo swala la usawa kwenye vyama kama sisi, tuiko leo katika sekta tulizo nazo, sekta ya viwanda, sekta ya biashara, taasisi za fedha, huduma na ushauri, ambazo kiuhalisia maeneo ambayo yote tuna mikataba halibora, huwa tunasimamia hizo sera na kuhakikisha mwajiri anapokiuka, hatua kali zinachukuliwa dhidi yake kupitia vyombo vya kimaamuzi Tanzania asa... Una... Naomba nimalizie kwa Tanzania, tu... na, naomba nimalizie kwa Tanzania hmm, tunayo tume ya usuluhishi na uamuzi CMA inasimamia hiyo, lakini pia tunayo mahakama kuu divisheni ya kazi, na yenyewe kama vyama tunapewa nafasi ya kupeleka migogoro huko, na tumeona baadhi ya kesi kadha wa kadha zikitokea, na waajiri wanaadhibiwa na wafanyakazi wanafaidika kulingana na matokeo ya. as as Asante sana wakili. Naam, huyo ni wakili Noeli Lotari Nchimbi mkuu wa idara ya sheria Twiko Makao Makuu, chama cha wafanyakazi na viwanda biashara taasisi za fedha huduma na ushauri Twiko, kama ambavyo tumezungumza nao leo, tulivyozungumza tume naye ambapo leo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya usawa eh, mahali pa kazi <muchas>